Huyu bwana Abdullahi bin Mubarak aliwahi kumlipia mtu ambaye amefungwa jela kwa sababu anadaiwa deni. Alipata habari kwamba fulani ametiwa ndani, anadaiwa karibu riali 10,000 ya Saudi Arabia kwa sababu ya deni ambaye anadaiwa. Yule ambaye anaimdai ndo alimtia ndani kwa sababu amechelewa kulipa. Sasa Abdullahi bin Mubarak alipopata habari hizi, alimwita yule mtu ambaye yeye anamdai yule bwana akamwambia bwana, mimi nitamlipia huyu bwana deni zake, lakini kwa sharti, sitaki mtu yoyote ajue, ila ni mimi na wewe na Mungu wetu, ni watatu. Hata huyu ambaye unamtoa jela sitaki ajue. Nataka uende ulipe, utewe amri kwamba aachiliwe, na wewe uondoke, asijue hata wewe ndio ambao umetoa hizo pesa. Basi baadaye Abdulahi Mubaraka anakuja anakutana na ule bwana baada ya kutoka jela, anamuuliza e hey, ulikuwa wapi siku zote bwana? Ulikuwa katika darsa, katika mihadhara, katika halaka ya elimu, ulikuwa wapi? mfaida nyingi watu wamepata hapa. Anamwambia bwana, nilitiwa ndani jela, bwana, nilikuwa nadaiwa deni, huyu mwenye deni akashindwa kunisubiria akanitia ndani. Ehe, imekuwaje leo umetoka na ilikuwaje ukalipa? Akasema wallahi, sijui hata ni nani amenilipia deni yangu, nimeambiwa tu deni yako imeshalipa, huyo aondoka Huyu bwana hakujua kwamba Abdullahi Ibn Mubarak amemlipia deni yake mpaka baada ya Abdullahi Ibn Mubarak ameshafariki, ndio yule bwana aliokuwa akimdai, akamfuata yule bwana, akamwambia una habari, nani ambaye alikulipia deni yako wewe? Ni Abdullahi Ibn Mubarak. Ndugu zangu, tunapozungumza masala haya ya kuficha ibada zetu za siri.